Mtazamaji, wakazi wa vijiji vya Ndhiwa na Dipu katika Wadi ya Witu kaunti ya Lamu sasa wanataka asasi za serikali kuingilia kati kutatua mzozo kuhusu umiliki wa ardhi ya ekari ishirini. Wakazi hao wanadai kuwa mmiliki mmoja wa kibinafsi amekuwa akiwahangaisha kwa kutishia kuwafurusha kwa madai kuwa yeye ndiye mmiliki halisi. Wakazi hao wanalalama kuwa hawajapata usaidizi wowote ili kutatua mzozo huo licha ya kuwasilisha madai yao kwa afisi za serikali katika kaunti ya Lamu. Hayo yanajiri huko, wakazi hao wakitaka serikali kuwapa hatimiliki ya ardhi ili kukomesha mizozo ya ardhi kati, katika eneo hilo the national government, ituangalie na sisi wakazi wa Lamu County wakazi wa Witu Division wakazi wa Mkunazini ambapo ni Dipu ambao ni mtoto wa nani wahindiwa, watuangalie na sisi watutekeleze matakwa yetu kuna nini kinachoendelea? County government, kwa nini haiji kwa msaada wa kutuondolea hii hofu ambayo tuko nayo? Tumechoka na tumetocheka, tumeshiba, tumeangika mikono, hatutaki tena. Tatizo kubwa la hii witu Witu Division kutoka wazee wetu, zile nyumba ziko pale old town, most of them hazina title hii. Mimi Faraji Bakari Buko naitwa baba mkubwa, nimezaa vizazi vine Itakuwa pale mtu aje alete title deed yake, aseme kwa kuwa hapo hapo mahali hindiwa ni yake ya kwake, saa ngapi?